Hapa akielezea kwa nini Edna Lema anapelekwa kwenye mechi hiyo ya Coastal Union. Tunafahamu kocha Edna Lema ni kocha anayefundisha timu yetu ya wanawake Young Princess, na sasa hivi ligi ya wanawake imesimama kwa kipindi cha mwezi mmoja, hivyo idara yetu ya ufundi kwa kuzingatia makocha wote ambao wanafundisha kwenye timu yetu, namna na ya kuweza kupromote kuwajengea uzoefu zaidi kupata alignment ya pamoja ya mpira wa senior team kushuka mpaka timu nyingine za Yanga Africans, umemchukua kocha Edna Lema na ameingizwa kwenye programu maalum ya maandalizi ya mchezo huu dhidi ya Coastal Union. Kumbuka ni programu maalum ya mchezo mmoja tu ambayo kocha Edna Lema atashiriki pamoja na makocha wa senior team, kwa maana benchi la ufundi lote kuanzia maandalizi ya timu atashiriki kwenye press conference, lakini pia atakuwepo kwenye benchi wakati Young Africans ikicheza na Coast Union kwenye mechi ya ligi kuu ya NBC pale KMC Complex. Nichukue e fursa hii kuwaomba mashabiki, wanachama na wapenzi wa klabu yetu Young Africans, tujitokeze kwa wingi uwanjani siku ya Jumatatu, inshallah kuja kumuunga mkono na kuunga mkono mawazo ya viongozi wetu kuhakikisha wanamjengea uwezo zaidi, wanampa uzoefu zaidi kocha wetu Edna Lema, ili akirudi kwenye timu yetu ya Yanga Princess awe na nondo zaidi za kuweza kuinua timu yetu. Tunao shauku kubwa kumwona the special one akisimama mbele ya profesa mpira hapa kwa mezuzwa, akisimama mbele ya, ya, ya, ya Stefana Ziziki Babu Kaji, ushua boy, kina Jonas Mkunde, Dickson Jo baka na wachezaji wote akiwa anatoa maelekezo na yeye akichota ujuzi kutoka kwenye sehemu ya benchi letu kubwa ya timu. Sawa, tunaendeleako, tunaupata kila siku bwana e. Swala la Young Africans na Edna Lema hey, lina mashaka lolote ama limenyoka? lina discussion Dickson, yeah, kitu kizuri amefanya kwa ajili yake hey, Edna Lema sababu hii ni experience ya ambayo nafikiri tayari alishakuwa kwenye timu za, za, za wanaume, nafikiri sio mara ya kwanza lakini, kuwa kwenye benchi la ufundi la Young Africans kwa mtu yoyote ni experience ambayo ni ya hali ya juu sana, yani ni ngumu kuisahau sababu, una, unafanya kazi na mtu kama Miloud ambaye amefanya kazi kwenye timu kadhaa barani Afrika, then una una assistant coach, coach wa zamani wa KMC ambaye naye ana ujuzi wa, wa Premier League. Kwa hiyo kwa ajili yake mwenyewe, maendeleo yake ya coaching na kwa maendeleo ya mpira wanawake, nafikiri hichi ni kitu ambacho Young Africans unatakiwa wapatiwe wapatiwe credit kwa sababu kuna vitu vingi. Inaweza ikawa tu ni tenya ya muda mfupi, lakini atajifunza vitu vingi sana kutokana na hii experience, na tunahitaji tunahitaji kuona vitu kama hivi vinafanyika mabenchi ya ufundi nao. Sasa hivi football ni global, unajua hata duniani sasa hivi hakuna man of the match Mm, kuna play of the match kwa sababu football ime imeunganika yote, yani hakuna sasa hivi sijui wanawake wanaume, ni, ni, ni kitu kimoja. Kwa hiyo Edna Lema na nafikiri ni kitu ambacho kimekuwa ni kikubwa kwake na kwa Young Africans, wanastahili sana pongezi kwa hili. Haina haja ya kuanza kufikiria labda kwa sababu ni Coastal Union wanacheza nao, no, hapana, sio kwa sababu ya Coastal Union. Unajua vitu kama hivi ni Yanga Africa wanapokuwa wa kwanza, timu zingine zinaweza zikaiga. mm. na hichi ni kitu ambacho kinaweza kikamotivate mabinti wetu. Unajua kwenye mpira mpira ni mpira, ni field kubwa. Hatutaki tu tuwe na ma, na wachezaji wa mpira, sio tuwe na wachambuzi wa mpira wa kike. Tunahitaji even women's coach. Je, Edna Lema akiwa Yanga Africa, imagine kuna watu wangapi anaowamotivate sasa hivi ambao wako huko. Maybe wako kwenye hii field ya, ya mpira wanaangalia kumbe inawezekana na sisi tukafika huko. mm. Yeye ni mtu ambaye ana experience na tayari ana jina, lakini motivation ambayo anaweza akampatia binti mwingine ambaye yuko kwenye field ya mpira ni kubwa sana. Kwa hiyo mimi sidhani kama ni disrespect kwa Coastal Union. Nafikiri hata kama wao wana mtu mwanamke kwenye bench lao ambaye wanahisi ana kizi vigezo, alikuwa anaweza akaa kwenye ile bench. Kwa hiyo ni kitu ni kitu ambacho timu yoyote duniani inaweza kukifanya. Kwangu mimi na, na wapatia sana Yanga Big Up kwa hili. Sawa. Kwingineko ekundu wa Msimbazi Simba wenyewe ameendelea kutambulisha mabalaa mtaani, kwa sababu ana lengo la kufanya makubwa kwenye mechi yao zidi ya Al Masri, mechi ya marejiano itakayopigwa wiki ijayo kwenye dimba la Mkapa hapa jijini Dar es Salam. Ahmed Ali hii leo akiwa na wanachama wa Simba Sports Club wamemtambulisha mgeni mwingine rasmi kwenye mechi yao zidi ya Almasri ambaye atakuwepo, na huyu anakuja na jukumu moja tu la kukemea mapepo <laughs> Yaani, kama kuna mapepo yametumwa apostol apostol <laughs> kuja kuroga roga kuharibu shughuli, yeye ikaja na shughuli ya kukemea mapepo. Kwa kama una mapepo yako na nia mbaya na Simba, shughuli yako imeisha mapema tu. <laughs> Almasi labda wasilete timu uwanjani. Ahmed Ali Safari hii tumedhamiria ubaya, bwela na tunapiga kila engo, na tunakusanya kila nguvu, na tunamwalika kila mtu mwenye mchango mkubwa kwenye jamii hii, ili mnyama aweze kuvuka na kwenda hatua ya nusu fainali. Wachawi wengi, ndugu za nguvu, wabaya watu sefikili tunakwama tu kwa bahati mbaya, na watu wamekunja nafsi kweli kweli. Sasa lazima tualike nyuklia za kila namna kuhakikisha kwa kwamba mnyama anafuzu na anakwenda nusu fainali siku ya tarehe tisa kwa manjiki hiyo. Basi niko hapa ngurume wa radi kumtangaza mgeni wetu mwingine maalum ambaye atahudhuria mchezo wetu wa tarehe tisa na si mwingine ni, ni mtume ahiyo imekaajiioaksomejaliwa hiyo imekaaje? Dickson Jackson Majaliwa. Hiyo yuko poa, inaingia kama nani sasa kwenye yeah, mechi yeah. Mwingine rasmi rasmi huh? a very important guest uh, VIP kwa mimi na kwambia labda Anyway mi apart from wageni rasmi bado naamini Simba Almasi anawafunga kwa sababu ile mechi ili unajua, kuna mechi Simba nimeona wamecheza, hawakucheza vizuri afu wakashinda. Kwa mfano game game zidi mm. ya Bravos hapa hapa Tanzania, hawakucheza vizuri ile mechi, lakini bado alishinda mechi. Al-Masri walicheza acheze, yani ilikuwa ni good performance, lakini wakafungwa. Sasa sijui kama al-Masri atakuwa na hiyo bahati mm. ya kuja tena hapa, kwa sababu hapa anatakiwa ateseke, mm -hmm. akubali kuteseka. E, ina maana kuteseka ni akitaka acheze open games, juu atafute goli, Simba atafunga magoli mengi sasa wala Al Masry sio wazuri kiasi hicho, kwa akija kwa kuzuia. Na ndio hicho sasa, kama anaweza akateseka akawa na resilient ya dakika 90, endurance ya dakika 90 kama ambavyo msaji aliwafanyia Young Africans, basi anaweza kafuzu mm -hmm. Lakini akija kwa kuwa aliona kwa sababu ile magoli, hebu angalia goli la kwanza, ili kwa asilimia kubwa utamlaumu kamera yeah. Sababu goli kipa ni mara chache anafunga mpira wa vile, lakini yeye anakuambia mpira ulidunda, obviously unaweza una, ukamtetea uka, uka, hivyo, lakini goli la pili ilikuwa ni prokushani tu. Ni yale magoli mengine wanasema ah, <laughs> unajiuliza ile imepatikana vipi? Kwa hiyo magoli ya vile uyapati kwenye kila mechi. Kuna mechi unatakiwa utengeneze nafasi ufunge magoli ambayo ni clear, ambayo yanatokana na chances, na Simba walitengeneza chances, lakini zikakosa mtu wa kuzimaliza. Kwa hiyo Almasri wakija hapo, wanataka wacheze mpira wao mzuri, na nafikiri na, na, na, na ni waliwapa waliwapatia Simba heshima. Yani walikuwa na adabu Almasri kwa sababu waliangalia wakaona hawa jamani wazuri kutuzidi So, tukisema tucheze nao sijui ni wanaweza wakatufunga kwa hiyo tuwe na nyakati tuende ndio hizo wakapata some fluke goals. Lakini naamini hapa Jumatano juma sidhani mm, kama watakuwa tena na hiyo bahati sawa. Niliona kuna taarifa ya leo walikuwa wanatakiwa kucheza, wameomba cheo kule kwao, mm, e, sijui kama imefikia hatua gani? Tutaendelea kuifuatilia. Sawa, mwana michezo. Bado tuko na wewe na, ewe, na, na nakukumbusha bwana Jumapili ndio siku ya kula nyama duniani.